Banasema kama bako na pie hapa eske ni kweli kubapie? Donc kuibaiba bazalendo banaiba, abanasema baka bana muke kwa kinguvu, anakamata bana muke kwa kinguvu <coughs> jaadada, mnatoka wapi

Kuna uvumi mwingi ambao umesema kwamba makundi ya wazalendo yamegawanyika, wala wachapi kazi tena pamoja. Ukweli au hapana? Basi tuwasikilize viongozi wa baadhi ya makundi ya wazalendo ambao wako pamoja na wanachapa kazi pamoja, wakishirikiana na jeshi la taifa FRDC kuhakikisha kwamba wanapiga adui. Basi tuwasikilize mmoja baada ya mwingine. Ya yeah, mjambo wa mjambo wa Kongomani wote

Sisi sepelesbarfa beb tunaunga FRDC mkono kwa kupigania nchi yetu kwa sababu nchi yetu inavamiwa. Na hapa kwenye tupo, tuko pamoja na Colonel Michel na Commandant Delfe Kaleme Ngomazito General na pamoja na General Mzee William Amuri ya Kutumba, na tunapenda kuambia wakongomani kama, eh, wale ambao wanapenda kuleta chokochoko choko na kutudivize hawataweza kwa sababu sisi tunaamini kama tuko na gombania nchi yetu, na tuko pamoja na FARDC kama sisi wazalendo, najua kila kitu kitaenda sawa. Nous devons etre unis pour que nous puissions combattre l'ennemi. Merci eh. <coughs> Tunashukuru, tunashukuru sababu tunajua kwamba tuko wote hapa. Mimi naitwa William Amuri ya Kotumba bord uh, vdp rad uh, niko koufron Makobola, je pense tout tuko sote hapa pamoja, pamoja na Colonel Michel, pamoja na komanda uh, ngoma nzito na wengine wa oficie mbalimbali hapa. E, tuko hapa chini ya nyumba, nazani tuko na partager kidogo meza hapa eh, kwa chakula kidogo lakini sasa tunapenda kuambia wakongomani kama sisi sote e, FRDC wazalendo, sisi wote tuko inu ku kitu kimoja ya kusauve patri, donc tuko apele ku sauve patrie en enta inu, kama hatuko uni hatutaweza kitu. Voila pourquoi eh, tunakusanyika hapa sisi wote, na kazi inatembea vizuri pasipo matatizo yote entre sisi.

Kongo yote nzima uh, kuwa hapa Makobola. Huyu anayesema hapa ni Komanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito wa CPLC brfbb tunashukuru kwa uongozi wetu, tunashukuru prezidenti wetu uh, kwa kutuchunga wala kwa kutuongoza uh, tuko chini ya uongozi wa sekteri yetu uh, tuko na obserans, wa Sekter Michel, vraiment tunashukuru kuwa pamoja naye kufatana na, na mambo yanayopitika kwa marezo sosio, ile mambo tunaikataa katokato kwa maana tuko pamoja kwa kupambanisha adui wa nchi yetu, na yule anayeleta chokochoko ajue kama ni adui wa nchi yetu, lakini tutapambana eh, pamoja na government yetu kupiganisha adui wa nchi yetu.